Na mshukuru sana mwoke kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, wakazi wa kaunti wa ya Samburu wametakiwa kujitokeza kutoa damu ili kuokoa maisha ya wagonjwa walio kwenye hatari ya kufariki kutokana na ukosefu wa damu. Akiongea kwenye hospitali ya matibabu maalum ya Samburu wakati wa kuanza shughuli ya kutoa damu, maafisa wa afya alisema hospitali hiyo inakumbwa na uhaba mkubwa wa damu ambao umeathiri huduma za upasuaji. Maafisa hao alisema kiwango cha damu wanachokipokea kutoka kwa serikali kuu na ile ya kaunti ni kidogo zaidi kukimu hitaji la damu hospitalini humo. Katika County Referral Hospital, tunaweza kutoa damu kwa ajili ya wananchi wetu, na tusiongoje tu wakati tuko na wagonjwa, because damu inahitajika kila wakati, na pengine siku moja ni wewe utahitaji. So tunahitaji kila wakati tukiwa na nafasi. Ukisikia kwamba uko na afya mzuri, tuko na madaktari wako tayari kila wakati. Kuja tu ingia ndani ya hospitali, sema mi nataka kutoa damu na madaktari wetu wako, wako tayari kila wakati. Tunatumia damu kiasi ya 120 to 300 pints units per month, na hii imekuwa changamoto kupata damu ile kiasi ambayo tunataka kwa sababu ya changamoto mingi. Ya changamoto ya kwanza ni support ile msaada kutoka kwa national na county government eh, imekuwa haitoshi, haitoshelezi.